Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu aliye faraja yetu awe nanyi nyote. Okay. Ndugu zangu wapendwa sana, sisi tunaanza hija hii mtakatifu kiwa kujiuliza ni kwa nia gani nataka kulikamilisha lengo letu hili. Sehemu ambazo tunatamani kutembelea zinatoa ushuhuda wa uchaji wa taifa la Mungu ambalo linakwenda huko tena na tena, ili kutoka huko ifaidike katika maisha ya Kikristo na hivi imarike kwa na kujiandaa kwa ajili ya kutekeleza daima matendo ya upendo. Na kule mnakoenda, mnakokwenda, sisi wenyewe nye, nye, wenyewe lazima mpeleke kitu fulani, hasa mfano wa imani, matumaini na mapendo yenu, ili wote, wenyeji na wageni, tutajirishwe. Wa makuzi ya pamoja, tutakuwa tunaitikia upende kutusindikiza katika safari yetu e Bwana; upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Kwa imani tumuombe Mungu aliye mwanzo na mwisho wa hija yetu ya kibinadamu tukisema: upende, upende kutusindikiza, kutusindikiza katika safari yetu e Bwana. Baba uliye mtakatifu, ulijionyesha kuwa mwanga na kiongozi kwa taifa lako lilo hiji jangwani, upende kutujalia ulinzi wako sisi tunaoanza hija hii, ili tuzishinde hatari zote na turejee kwa furaha nyumbani kwetu. Upende kutusindikiza katika safari yetu ee Bwana. Tuonyesha mwanao pekee kuwa ni njia ambayo kwayo tunafika kwako. Utujalie tudumu kiaminifu katika kumfuata Yesu. Tende kutusindikiza <coughs> katika safari yetu <coughs> E Bwana, ulituonyesha Mama Bikira Maria kuwa ishara na mfano wa kumfuata Kristo. Utujalie ili kwa kumtazama yeye daima Tutembee vema katika upya wa uzima. Tuende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Wewe kwa njia ya Roho wako Mtakatifu unaliongoza kanisa linalosafiri hapa duniani utujalie, ili tunapokutafuta wewe uliye juu ya yote, tutembee katika njia ya amri zako. Upende kutusindikiza katika safari yetu e wewe Bwana, wewe unayetuita kwako kwa njia ya haki na amani, utujalie ili siku moja tuje tukuone wewe katika makao ya milele. Upende kutusindikiza katika safari yetu e Bwana. E Mungu Mwenyezi, wajalie daima huruma yako wale unaowapenda na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Watazame kwa huruma watumishi wako wanaoanza hija yao, uongoze njia yao katika mapenzi yako ili mchana wakingwe salama na kivuli chako na usiku waangazwe kwa nuru ya neema yako wanapotembea kuelekea huko waendako, wasindikizwe nao waweze kufika kwa furaha, kwa njia ya Kristo wetu. Amen. Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Bwana aongoze njia yenu na awaingize katika furaha ya wokovu wake. Amen. Amen. Bwana awe pamoja nanyi na apende kuwa msindikizi wenu katika safari hii. Amina. Kwa msaada wa Mungu safari mnayoanza muimarize kwa furaha Amina. Na baraka zake Mungu Mwenyezi ziendelee kukaa nanyi na kuwasindikiza, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya, muwe na safari njema <laughs> Amina. Na, yes. Na mtuombe kuwatangulia, Amina, eh.